Mimi niko pamoja na wewe. Wakati mwingine, vita unayopita nayo ni daraja utafuka kwenda ng'ambo. Amen, sema mimi ni mkubwa. Sema mimi ni mkubwa. Amen, ukitaka kumuona Bwana ukubaliane na testi yake, ukubaliane na chia mtafuta Bwana, lazima upite kwenye mitihani. Huo mtihani lazima ufanye na ufaulu. Sema amina, mwambie mwenzake ufaulu mtihani wa Bwana. Wewe acha uzembe. Kwa nini inapita hapa mimi Yesu? kwa nini sio, kwa nini komanao temaa koma. Nakopita mimi huwezi kupita kila mmoja Mungu amempa cha kwake, usipofaulu mtihani huo maanake utamwona Mungu